Kipekee tunamshukuru sana wetu, <coughs> kwa dhati ya moyo wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, piga vigelegele, raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni jambo la kipekee sana ambalo ananifanya ndani ya nchi yetu, lakini na sisi kama Wanairinga tumepata fursa hiyo kutoa gharama zote za kusoma, sio jambo dogo kila sehemu watu wamepewa makuzu, lakini sisi mkoa wa Iringa, manispaa ya Iringa leo tumekutana kwa furaha iliyoje, tumepata mafunzo mbalimbali. Leo tunajivunia, tuliingia VETA hatuna ujuzi, tumetoka tumepata ujuzi <tuhi> ni jambo kubwa sana ambalo lingetugharimu katika familia zetu kutoa pesa kwenda kusoma, lakini Mama Samia kwa moyo wake kwa mapenzi na wanawake wa Iringa akasema hapana, wanawake na Samia mkoa wa Iringa nitawasomesha bure, na leo hii tunampa maua yake mengi, daktari sana <laughs> Lakini pia tunawashukuru viongozi wetu wa mkoa wa Iringa pamoja na daktari kusema, lakini na wao wakahimiza, wakasimamia, wakahakikisha mafunzo yanafanyika, akiwepo comrade anatambua leo mnafanya mahafali haya ya kuhitimu katika awamu ya tatu, mna baraka za viongozi wote wa mkoa na wilaya hii ya Iringa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi yani, nimepewa mengi ya kusema. Sasa mimi nitasema kwangu, lakini mengi wakuu wenu wa ndani ya mkoa huu na wilaya wanawaombea heri nyingi na wanatamani siku moja Kwe kule juma yani mua na mafanikio kweli kweli, kwa sababu Daktari Samia amefanya sehemu yake, amewapa elimu, amewapa ujuzi, amewapa maarifa ya kutosha. Sasa palipobaki ni sisi Manispaa ya Iringa kuwawezesha ile elimu, ujuzi, maarifa mliyopata yaende kwenye vitendo. Akina mama ninyi mmeiva yeah. iie ieea yaani, mmeiva kwa sababu tumeona vitu mbalimbali a nimeona keki na mimi hapa kwa mheshimiwa kuna yeah. jambo letu na walimu la kujipongeza kwa kufanya vizuri katika manispaa ya Iringa. Tumetenga pesa ya kutengeneza keki ya kutosha, mtafanye waa tengeneza batiki. Hizi batiki ni za viwango na mimi nimeziona kama, batiki zile inaifaa katika shughuli yoyote. Aletaka kudeki, aletaka kufua, aletaka kuosha vyombo ale, yani ya maji, ya unga, ya mali raha. Yani mmenipara hiyo kina mama Kisik. Yani ni sasa nitaka kunua sabuni za kusafisha pale manispaa na watafuta wa Sisi ni jukumu letu, tunafanya uwezeshaji wananchi kwa kutoa mikopo ambayo haina riba. Kwa hiyo sisi tuna jukumu la kutekeleza ilani kwa kutoa mikopo ambayo haina riba kwa makundi ya wanawake, vijana na wanawake.